Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Iteno raha, iteno raha, iteno raha. Jamani, ushindwe mwenyewe kutafuta pesa? Jamani, hii kahawa kofi ni nzuri sana. Mimi leo nimekunywa, nimeanza kutumia. Jamani, mwili wangu uko vizuri. Jamani, hii ina dawa ndani yake, mwili wako unakuwa uko vizuri sana sana. Jamani, twendeni tukauze hii kofi jamani nenda katembee maofisini, watu wana shida nyingi. Nenda kauze. Jamani ni tamu, ina sukari kiasi, lakini ina maziwa. Jamani hii ni nzuri sana sana sana, twende tukauze. Anzia tatu, shilingi elfu tano. Tatu, shilingi elfu kumi na tano; moja, shilingi elfu tano. Zinakaa kumi na tano, utapata faida, lakini pia utapata pihii utawasaidia watu. Mambo ni moto, mambo ni moto, mambo ni moto, mambo ni moto sana. Iteno mambo ni raha tu.